Hello Bhoke hapa na leo nitazungumza na dada zangu mlio katika ndoa. Jambo moja zingatieni, ndoa ilianza na nyie wawili tu na mhusika mkuu kuishuhudia ni Mungu Mwenyezi. Karibuni katika gumzo la leo kuhusu mapenzi na mahusiano ya ndoa. Namba yetu ya kutuma ujumbe ni 0787438801. Karibuni. Daima furaha hakuna huzuni, amani moyoni, maneno mazuri Tu familia moja tuishi. ukisoma biblia yangu hapa inaniambia jambo la thamani sana kuhusu mahusiano inasema katika yohana wa kwanza nne msitari wa nane yeye asiyependa hakumjua mungu kwa maana mungu ni upendo na ukisoma pia yohana wa kwanza nne msitari wa kumi na moja hadi kumi na tatu inasema wapenzi ikiwa mungu alitupenda sisi hivi imetupasa na sisi kupendana kumi na mbili hakuna mtu aliyemwona mungu wakati wowote wa tukipendana Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekamilika ndani yetu. kumi na tatu katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu kwa kuwa ametushirikisha Roho wake. <mulia> Wadada wapendwa, mlio katika ndoa, upendo ndiyo jawabu la kila kitu. Bila upendo, hayupo Mungu katika ndoa yenu, yaani namaanisha uarozi Aliyelipanda alihangaika sana kulimwagilia maji, akichoma miiba, mpaka akahakikisha linachipua. hiyo ni hatua ya kwanza. Akavumilia na akalimwagilia maji hadi likachipua, likakuwa na likawa lenye kupendeza sana. Hiyo ni hatua ya kwanza, mpendwa. Hatua ya pili ni pale uwa linapokuwa limechanua maua mazuri sana. Hapo ndipo uwa huwavutia wengi kweli kweli. Chukua tahadhari. Sio kila anayevutiwa maua anao ule upendo kama wa yule aliyelipanda, maana lile panda hilo huwa halishughulikia zake zote, mbaya na nzuri. Lakini anayevutiwa tu na maua yaliyopendeza, pasipo kujua kazi iliyofanyika, huyo hana upendo wa kweli. Lakini kwa hatua ya mwisho, ambapo huwa huanza kunyauka, maua yanafikia uzee na kuchakaa pia, hapo unapo ni kipimo kikubashana cha upendo wa kweli, kwani Mungu alipotupenda tulikuwa tunapendeza? Lahasha anasema tungali tukiwa wenye dhambi alikuja akafa msalabani. Ndivyo upendo ulivyo. Upendo wa kweli hauhesabu mabaya, haujivuni, una adabu. Kiko kipindi ndoa huchosha sana, pale ambapo kila sababu ya kupenda hupotea. Lakini kumbuka ya kwamba yale aliyokufanyia mmeo ukiwa ungali binti usiopendeza, na sasa ukapendeza na leo umekuwa mke mrembo, yakumbuke mema yake, dada yangu. Usimkimbie wakati wa shida na hata uzeeni kwa kumsahau.